Ni vigumu kwa mwanamke mwenye mashambulizi kwenye via vyake vya uzazi kuweza kubeba ujauzito, na watu wengi wanajiuliza kwa nini? Sababu ni hizi hapa. Mara nyingi mwanamke mwenye mashambulizi kama vile pelvic inflammatory disease au PID, ni vigumu ye kubeba ujauzito, maanake mashambulizi yale huwa yanaenda kutafuna vyake, via vyake vya uzazi, huwa yanakimbilia kwenye mji wake wa uzazi, kama vile yanaenda kushambulia ovari pamoja na placenta na ikitokea akabeba ujauzito mwanamke huyu, kwa kuwa tayari kizazi kimetafunwa, huwa kimeregea kinaregea. Hivyo basi ule mfuko ni rahisi kuachia, kwa hiyo utajikuta mimba inatoka chini ya miezi mitatu, na wengi huwa wanakumbana na hali hiyo. Hivyo basi, kama wewe mwanamke una mashambulizi ya pelvic inflammatory disease, hakikisha aubebi ujauzito bila kujitibia mashambulizi yayo, na ikitokea mimba imetoka, usibebe ujauzito mwingine, manake itatoka vilevile. Hiyo ni tips ya afya. Kumbuka, afya yako kwanza ni jambo la muhimu, yaani tunasema afya yako ni kipaumbele chako. Jithamini ili dunia nayo ikuthamini.